Toka uh, usawa ambao ni wa ardhi. Kwa hiyo bana, chini, kuna, hapa, Aa, ni wahali okay. Kwa hiyo bana, hebu tutembee kidogo hapa chini huku underground tuangalie, hapa kuna, hii ni kitu gani hapa? Naniona ah, ni vazi okay. Hii hapa ni vazi lakini sijajua namaanisha nini. Tusome hapa, kwa wataalamu mnaweza mkaangalia hapa imeandikwa uh, costume uh, ah, ni vazi la kwenye filamu. Filamu yenyewe ndo hii hapa, kama ilikuwa filamu ya kichawi. Hivi kwa wamelileta hapa kwa ajili ya maonyesho eh. Na hapa bwana, ndugu zangu, huku ni wakumbusho, niko chini kabisa, ukuona huku kuna treni inakuja Na hapa kuna hizi salamu hapa ambazo zimewekwa kwa ndugu zangu, mi niwakumbushe tu kwamba hii ni maisha ya Urusi ambayo inakujia kwa lugha ya Kiswahili, na hivi sasa nipo kwenye kituo kimojawapo cha treni za chini kwa chini, chini kwa chini, ambapo ukienda kupanda lifti kutoka huku chini kwenda juu inakuchukua kama dakika tano mpaka sita kwa lifti. Lakini hapa sasa hivi mimi nitabadilisha tu kituo, ntaenda upande wa pili wa kituo ntaenda upande wa pili wa kituo ili tuweze kuendelea na video zetu kama kawaida. Jamani, kama mnakumbuka, niliwaambia kwamba ukiwa hapa Urusi kwenye hivi vituo vya hivi vituo vya metro karibuni kila sehemu ni ni museum. Eh, kama unavyoona hapa pia kuna hii sanamu nyingine hapa, na bila shaka kama unavyoona ni sanamu ya maonyesho fulani ya kijeshi ya kijeshi kabisa hivi ko mida hii bana, ni jioni jioni, saa kumi na moja fulani, na watu ni wengi kwelikweli, watu wanatoka kazini, wanatoka sehemu mbalimbali, koo ni, ni muda wa movement. Koo ndo maana mnaona kama watu wamekuwa hivi sasa. Kwa sababu mimi na haraka zangu, tutapita upande huo ziba njia, okay. Kwa hiyo ni hivyo, ni kama kisheria fulani hivi, yaani kama una haraka zako unatakiwa upite upande wa kushoto, lakini kama hauna haraka unataka tu kushuka na, na spidi ya askarata hapo, maana yake itabidi ukae upande wa kulia. Kwa jamani, muonekano wa huku chini kama mnavyoona hivi, unaona kuna matengenezo yanafanyika hapo. Ya. Yeah. Koo ndo hivyo ndugu zangu, mimi leo sitaki kuwa mwongeaji sana, mi nataka tu niwaonyeshe maisha ya chini kwa chini huku yakoje. Mi mwenyewe sasa hivi naenda kwenye mishemshi zangu, manake tuna tunapeana shift uh, pale ambao mliniuliza kuhusu uh, watoto wa Kirusi, watoto wa Kirusi wapo wengi sana, wapo wengi sana kama mnavyoona Watoto wazuri ni wengi sana. Na yule jamaa ambaye aliniuliza kama unaweza ukapata mke, unaweza ukapata mke vizuri tu bila shida yoyote. Kwao ni swaga zako wewe, jinsi ambavyo unaweza ukamkomvisi mtoto una akakuelewa tembee na hii kichwa.

Hivi kuna hii ramani hapa, ramani ya chini kwa chini lakini pia kuna ramani nyingine iko kwa hii. Hii, uwe hapa hivi hii huwa inaonesha kituo ambacho kinafata. Kwa mfano kama hapo sasa hivi kituo kinachofata kinaitwa Kievskaya ambapo wamakuelezea hapo, ukiangalia vizuri, kuna hizo namba ambazo zimezungushwa rangi nyeusi hizi hapo ni kwa ajili ya yale mageti ambayo anatakiwa kutokea na upande ule kule mwingine, na amekuwekea geti namba tatu paka namba tano mpaka namba sita maana yake ukienda, ukienda upande wa kulia kuna mageti hayo, na haya hapo yako upande wa kushoto haya, lakini pia kuna exchange. Kuna exchange ya metro namba ngapi, namba 4 na namba 4a. Ya, kuna exchange ya namba ngapi? Namba tatu hapo oh. Yote hizo kwenye kituo hicho ambacho kinafuata oh, kwoo kama, kama ulikuwa unataka kubadilisha laini kutoka laini moja kwenda laini nyingine, maana yake unakuwa tayari umeshapewa taarifa kwamba utakapo utakapopanda kwenye treni hii na ukaangalia hapo, basi kituo kinachofuata itakuwa ni hicho ambacho kina exchange hizi hapo, lakini pia kuna mageti haya hapo, lakini pia wanakupa extra information hapa. Kwa mfano hapa oo, sasa nimeshafika wanakuonyesha hapa kwenye hicho kituo kuna exchange pia ya treni ya express inaokwenda VKO yes, inaokwenda airport ambao nilishawatengenezea video yake ambao niliwaonyesha waonyesha vizuri kuhusiana na vioo na niliwapa maelezo mazuri sana kwenye video zilizopita. Kwa sasa hivi twende tena tukapande skaleta sasa hivi. Oh, tena twende tukapande skaleta kwa koo. Haya, ndo maisha ya huku chini, huku chini ya ardhi ndo tunaishi. Joto limenichapa tayari niliwaambia kwenye video zilizopita kwamba hiki ndo kipindi ambacho huwa sikipendi sana mimi, kwa sababu unaweza ukatoka nje, baridi ni kali, halafu ukirudi ndani, ukirudi ndani, joto ni kali sana. Kwani ni kipindi ambacho mimi sijawahi kukielewa kabisa. Na, na mnaweza nikakiri, hiki ndo kipindi ambacho sikielewagi. Bora ije winter, ieleweke ni winter, bora iwe sama, ieleweke ni sama, lakini sasa hivi bana Jaojao jao. Onana jamani, huku ni, ni chini kwa chini. Yaani, ukishaingia huku chini hamna kutoka nje, shughuli zote tunazifanya huku huku chini. Kama unabadilisha kutoka laini moja kwenda laini nyingine, kila kitu unakifanya chini kwa chini. Lakini pia kitu cha ajabu ni kwamba huku chini kwa chini pia kuna kuna ngazi nyingi sana ambazo unapanda na kushuka, lakini hizo zote unakuwa bado uko chini au hujatoka kwenda juu. ko ni kitu fulani ambacho mimi kinanishangaza sana. Hawa jamaa miaka hiyo tena, kwenye historia yao wa inaonyesha, wamejenga hivi vitu miaka ya themanini, miaka ya themanini, miaka ya sabini, miaka ya tisini, huko ndo walikuwa wanajenga ama vitu Ukiangalia ni very impressive, unashangaza kao jamani, kama nilivyoambia kwenye hii sheria ya hizi ngazi ambazo zinatembea kama hapa unaona. Ukiangalia huku upande wa kushoto kumekuwa na gepu kuanzia hapa paka huko juu, pote kuna gepu, watu wote wamesimama upande, yani, upande wa kulia kwa hii hii hapa bwana, ni sheria yaani, kama hautembei unakaa upande wa kulia. Lakini kama unatembea unakaa upande wa kushoto koo ni, ni sheria e, ko, kama mtu ana haraka zake ndo anapita huku unaona, huku e, kama kuna huyu anakuja mtamuona huyu ana haraka anapita kushoto huyu pia ana haraka anapita kushoto. Koo ni, huu, ni very interesting. Kwa hiyo wale ambao mlikuwa mnaniuliza kama unaweza ukapata mke ama mchumba hapa unaweza ukampata vizuri tu, unaona, warembo wamejaa kibao, warembo wamejaa, wako kibao. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe unavyoweza kumpiga mistari sasa. Kwenye video itakayofuata, nitakuja kuongelea swala la lugha. Lugha imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa, kama haujui lugha, kama hauwezi kuzungumza Kirusi, kuna vitu vingi sana ambavyo vitakupita vita na vitu vingi ambavyo utashindwa kuvifanya. Kwa wale ambao walikuwa naniuliza swali kuhusiana na masuala ya lugha, language proficiency ni eh, muhimu sana kwa, hata kama utakuwa unasoma kozi za Kiingereza lakini nitakueleza je eh, ni muhimu kusoma lugha ya Kirusi ama unaweza ukahipotezea. Hapa kuna power banks kama hizo, kwa kama simu yako imeshiwa chaji, unakuja una kodi power bank hapo unaendelea kuperuzi mtandaoni vizuri kabisa. Na uzuri kuhusiana na hapa Moscow bwana, ulinzi umeimarishwa kila sehemu kuna maaskari kila sehemu yani ko wanaweza wakakuita akagua dokumenti zako kama ziko sawasawa vizuri, sawa kabisa. Jamani, sasa mimi sasa hivi naenda, naenda kutoka nje hapa, naenda kutoka nje. Unaona maeneo yalivyo kuko hivi kwa sasa ndugu zangu, eh, tukiwa tunamalizia video hii hapa ya eh, maisha ya huko chini kwa chini mlivyoyaona, mi niwaombe kitu kimoja tu. Ah, niliwaahidi tukifikisha subscriber elfu moja tutaanza kupiga kontenti nzito. Content, kuna kontenti nyingi sana ambazo nimeshindwa kuziposti kwa sababu nasubiri tufike watu elfu moja kisha tutaanza kurelease moja baada ya nyingine. Unaona, kwa sasa mi nachowaomba, kama unatazama video hii hapa, fanya ku subscribe right, lakini pia acha komenti yako, na komenti zote nazisoma na ntazifanyia na kazi, na mfumo wetu ni ule ule, hatujabadilisha. Comments zote tunazijibu kwa njia ya video. Tunazijibu kwa maandishi. Aidha, kwa maandishi tu naweza nikakupa maelekezo, lakini napenda kufanya majibu yote yawe kwa video yenye ushahidi. Zile basi za umeme niliwaonyesha ni hizi hapa. Basi ziko nyingi sana. Basi natumia mfumo wa umeme. Kwa hiyo hizi basi bwana, hazina masuala ya fuel, ni kuchaji tu na kutia grease, kisa chuma inatembea na hizi basi basia zinazunguka mji mzima. Kama sasa hivi hapa, mnaona basi ziko nyingi sana, kama hii hapa, basi ziko nyingi sana, na mabasi mengine yale kule, yaani huwezi ukakompea kabisa. Na kwetu huku sasa, kwetu wanabania yale mabasi ili iweje? Lakini huko unaona, yaani mabasi yanafatana, yanafatana, yanafanana, yanafatana sana Apa, apa, kwa ndugu zangu, tukutane kwenye video zinazofuata. Mimi niko hapa Kyivskaya kwenye railway station hapa, nina kisafari changu tu kifupi hapa, nataka nikapande train kwao. Jamani, tukutane kwenye video inayofuata, usahau ku like comment, na utuandikie ni kitu gani ambacho umekipenda na ni kitu gani ambacho haukukipenda pia. Asanteni, karibuni maisha ya Urusi, niko Moscow hapa, ni Drake MC.